Jambo la kwanza <coughs> wakati niliona hiyo picha niliona same manges, different forests. hao ni wale wale tu ni wale wale tu wale wale tu. <coughs> jambo la kwanza, jambo la pili <coughs> wanaungana <coughs> kupinga hmm. <coughs> watu watasambaratishwa na William Ruto. Haa, ambao walikuwa wamekutana ndiko kutatoka, ndikokutatoka wa William Ruto. <coughs> weka kwa akiba. Hao walikuwa wamekutana ndio watakuwa mat wa Ruto atatoka hapo, na most likely atakuwa one of wale tunaona ni kama wanaweza kuwa hao, ndio hao, mfano Kalonzo, tusiende hapo lakini, angalia hao walikuwa hapo hapo mmoja wao atakuwa running mate wa Ruto mm. <clears throat> Jambo la tatu